Serikali ya awamu ya sita inasimamia misingi ya uwajibikaji, misingi ya uadilifu na kujifunza kutokana na kila changamoto. Hatufichi makosa, tunayakabili, tunayakabili kwa ujasiri, kwa sababu kama alivyosema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hatupaswi kuwa na serikali ya kuogopwa, bali serikali ya kuheshimika kwa uadilifu wake. Kwa njia hii tunawaonesha Watanzania kuwa serikali yao ni ya watu, kwa watu, na kwa ajili ya watu. Tunapambana na dosari kwa uwazi, tunalinda rasilimali kwa uaminifu na tunasimama nakusimamia kila senti kwa jicho la uzalendo. Mheshimiwa Speaker, serikali hii imedhamiria kuwa sio tu msimamizi wa maendeleo bali ni nguzo ya maadili ya taifa. Tunaamini kuwa kuaminiwa ni mtaji mkubwa kuliko hata fedha, na kwa kila, kwa kila hatua tunayochukua kurekebisha dosari, tunazidi kuijenga serikali ambayo watanzania wanaweza kuiamini, serikali inayosema kweli, inachukua hatua na hatua hizi zilizokwishachukuliwa. Mheshimiwa Speaker, niruhusu nisisitize tena, hakuna mahala popote katika taarifa niliyoletewa inayoonyesha kuwa shilingi bilioni nane italiwa, na kwa kuwa mkataba ni mchakato, ni mwendelezo wa kazi, thamani halisi itaendelea kubaki kuwa eh, kwa mujibu wa marekebisho ya mkataba, na hakuna senti wa Tanzania itakayoliwa baada ya kukamilika kwa mkataba. Mheshimiwa Spika, ningependa ni kukumbusha, eh, kukumbusha bunge la kutukufu eh, kuwa masuala yote ya maendeleo huanzia kwenye kamati ya maendeleo ya kata, kamati sekta za kisekta za halmashauri, na mwisho baraza la madiwani, ambapo sisi wabunge ni wajumbe kote huko. Kama miongoni mwetu kuna kitu hujaridhika, uh, turejee kwenye halmashauri zetu kwenye vikao vya kisheria kwenda kupata ufafanuzi zaidi wa jambo mahususi ambalo hatujalielewa sisi kama wabunge. Katika hoja hii pia, Mheshimiwa mbunge alisisitiza kuwa kuna wafanyakazi hawakuchukuliwa hatua kabisa. Mheshimiwa Spika, tuhuma hizo zilibainika baada ya ukaguzi maalum ulioagizwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utekelezaji wake kufanywa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali, yaani CAG aliyebaini mapungufu ya kiutaratibu, na baada ya mapendekezo ya wa kisheria, watumishi sita walishitakiwa, lakini zaidi kulikuwa na pia na kesi tatu za jinai za uhujumu uchumi iliyosajiliwa na mahakama dhidi eh, ya baadhi ya watumishi na, e, na baadhi ya watumishi watatu kati yao waliwekwa waliwe rumande kwa takriban miaka miwili kabla ya kufutiwa kesi kwa maamuzi ya mahakama ya rufani kanda ya Arusha tarehe 16 Februari 2024 kupitia rufaa namba 116 ya mwaka 2023. Kesi nyingine ziliondolewa na mahakama kwa mujibu wa kifungu cha 91 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa jinai sura ishirini. Hii inaonyesha kuwa serikali ilifuata hatua zote za kisheria na kiuadilifu katika kushughulikia tuhuma ikiwa ni pamoja na kusuma, kusimamia haki, uwajibikaji na misingi ya utawala bora, ambapo kamati ya uchunguzi iliundwa kushughulikia tuhuma hizo ilibainisha kuwa makosa walionayo ni ya kufukuzwa kazi. Mheshimiwa Spika, ni muhimu kusisitiza kwamba Mheshimiwa Gambo mwenyewe aliomba adhabu hiyo ya kufukuzwa kazi isichukuliwe na badala yake ipunguzwe. Mheshimiwa mbunge alikuwa ni sehemu ya mchakato huu, alishiriki kikamilifu katika kikao cha kamati ya fedha na cha baraza la madiwani kilichotoa adhabu kwa watumishi waliobainika na makosa ya kinidhamu. Mheshimiwa mbunge aliridhia na kushawishi kikao wapewe adhabu ya chini kabisa, kwa watumishi wengine waliobaki kukatwa mishahara yao kwa asilimia 15 kwa miaka, miaka mitatu na bado wanakatwa wanakata mpaka sasa na adhabu hii Mheshimiwa Spika, haijaisha kama njia ya kuhitimisha mjadala wa kinidhamu na haku, hakuwasilisha pingamizi rasmi katika uamizi huo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kuona yeye sasa akiwasilisha hoja hiyo bungeni kana kwamba ni jambo jipya au lenye sura ya kifisadi linaloendelea kuhusu, kuhusu ujenzi wa soko la machinga kiasi cha shilingi milioni 500 kutotumika hadi sasa. Katika mwaka wa fedha 2020-2021, halmashauri ya jiji la Arusha ilipokea kiasi cha shilingi milioni mia tano kwa ajili ya ujenzi wa soko la wafanyabiashara ndogo ndogo yaani wa machinga eneo la Engutoto. Baada ya mapokezi ya fedha, taratibu za utekelezaji wa miradi zilianza ikiwa ni pamoja na kutaarifu vikao rasmi kuhusu mapokezi ya fedha hizo na madhumuni ya serikali ya kujenga soko hilo katika eneo la Engutoto. Mheshimiwa Spika, baada ya taarifa hiyo kuwasilishwa ofisi ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mbunge Mrisho Gambo, mea wa jiji pamoja na mkurugenzi wa jiji walifanya ziara ya kutembelea eneo la Ngutoto na kubaini kuwa eneo hilo sio eneo sahihi kwa ajili ya ujenzi wa soko tajwa. Viongozi hawa wa wilaya pamoja na mbunge walielekeza soko hilo lijengwe Semunge, maarufu kama eneo la kwa mchina. Katika hali hiyo, ilibidi kiitishwe kikao cha dharura cha kamati ya fedha tarehe kumi na moja mwezi wa sita mwaka 2022 ambacho kiliridhia soko lijengwe eneo lililopendekezwa. Mheshimiwa Spika, baadaye ilibainika kuwa eneo lililopendekezwa ni eneo la viwanja vya watu binafsi ambavyo ni viwanja namba 16, 17, 19, 20, 21 na 22 block U kata ya kati, hivyo haliwezi kutumika kwa ajili ya ujenzi wa soko. Tarehe moja mwezi wa saba 2022 kikao cha kamati ya fedha cha dharura kiliitishwa na iliazimiwa soko hilo lijengwe eneo la eh, Engutoto kwa kuwa hapakuwa na eneo jingine linaloweza kujengwa soko hilo katika kuendelea kutafuta kuta, kuta eneo kwa ajili ya kujenga soko hilo kilifanyika kikao cha tarehe saba mwezi wa tatu 2024 na walipendekeza maeneo matatu kama ifuatavyo: eneo la pembeni ya dampo, eneo la Intel na eneo la Bondeni City. Mheshimiwa Spika, kikao kingine kilifanyika tarehe thelathini mwezi wa kwanza 2025 kati ya wataalamu wa almashauri na uongozi wa wafanyabiashara wadogo wilaya yani Shiuma na kukubaliana kuwa soko lijengwe Bondeni City kwa kuwa mradi wa taktiki wa ujenzi wa stendi ya mabasi umeanza kwa kuanza na barabara baada -bara, ya makubaliano hayo, wataalamu wanaendelea na hatua ya kufanya marejeo ma ma ma ya michoro makisio ya gharama kulingana na hali ya wakati huu, na tunatarajia zabuni ya ujenzi itatangazwa tarehe 8 mwezi wa 4 2025 na soko litajengwa katika kiwanja namba 178 block B, Lord Joro, Bondeni City chenye hati namba 9127. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa ucheleweshaji wa mradi huu haukuwa matokeo ya uzembe, bali wa busara katika kuhakikisha kuwa jambo sahihi linafanyika kwa njia sahihi. Hili ni somo la uongozi kwamba wakati mwingine kukubali kutafakari upya si dalili za udhaifu, bali ni uthibitisho wa dhamira ya kweli ya kutoa suluhisho endelevu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa tumefikia makubaliano ya kutumia kiwanja namba 178 block B katika eneo la Bondeni City, eneo lililo halali wazi na linalokidhi matakwa ya kimazingira na kimkakati. Zabuni ya ujenzi inatarajiwa kutangazwa tarehe 28 mwezi wa 4 2025, na serikali itaendelea kusimamia kila hatua kwa weledi na kwa uwazi. Ni muhimu tukumbuke maneno ya mwanafalsafa John Stuart Mill aliyesema, maendeleo ya jamii yanapimwa kwa namna taasisi zake zinavyowajibika kwa waliodhulumiwa au kusahaulika. Kwa muktadha huu, ujenzi wa soko hili ni zaidi ya majengo, ni sehemu ya heshima kwa maisha na juhudi za wamachinga wetu.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 halmashauri ya jiji la Arusha imetenga kiasi cha shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa maduka ya kisasa katika eneo la stendi ndogo. Fedha hizi hazikulengwa kwa ajili ya ubomwaji pekee. Nasisitiza, fedha hizi hazikutengwa kwa ajili ya ubomwaji pekee kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesisitiza kwenye bunge lako hili, bali kwa utekelezaji wa mradi wa maendeleo unaolenga kubadilisha taswira ya eneo hilo kuwa eneo la kisasa kabisa la kibiashara na la kuvutia. Uamuzi huu umetokana na maazimio ya vikao halali vya baraza la madiwani vilivyofanyika kuanzia tarehe 24 hadi 25 Februari 2025, ambapo Mheshimiwa Mbunge ndugu Mrisho Gambo alishiriki kikamilifu katika mjadala na mchakato wa maamuzi hayo. Ushiriki wake unathibitisha kuwa haya si maamuzi ya upande mmoja, bali ni matokeo ya maridhiano ya pamoja yenye lengo la kuleta maendeleo ya kweli. Mheshimiwa Spika, uboreshaji wa eneo hili unalenga si tu kuongeza mapato ya halmashauri, bali pia kuboresha mazingira ya biashara kwa wafanyakazi na wafanyabiashara na kuongeza mvuto wa jiji la Arusha. Mradi huu mpya utajumuisha maduka takriban 800 yanayolengwa yaliyojengwa e, kwa mfumo wa gorofa mbili na maegesho ya kisasa, tofauti na hali halisi ya sasa ya maduka 364 yaliyochakaa. Ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni 850 kwa mwaka hadi shilingi takriban bilioni 1.9 kwa mwaka. Mheshimiwa Spika, tunajifunza kutoka, kutoka kwenye fikra za mwanafalsafa maarufu Aristotle aliyesema, the whole is greater than the sum of its parts. Maana yake ni kuwa nguvu ya pamoja ya maamuzi ya viongozi wetu ikiwa ni pamoja na ushiriki wa mheshimiwa eh, Gambo imezaa mpango mkubwa wa kimkakati ambao utaimarisha mapato ya jiji kuinua kipato cha wananchi na kuboresha maisha ya wote. Aidha, hayati Baba wa Taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, maendeleo hayaji kwa miujiza bali kwa mipango madhubuti na kazi ya pamoja. Hivyo, huu ni ushahidi kuwa Arusha haijapumzika, imechagua kutenda, kupanga na kutekeleza kwa nia njema ya kizazi cha leo na kizazi kijacho. Kwa msingi huu, Mheshimiwa Spika, matumizi ya shilingi bilioni 1.6 hayawezi kuchukuliwa kama gharama tu, bali ni uwekezaji wa kimkakati katika mustakabali wa jiji la Arusha, uwekezaji unaolenga kujenga mazingira bora ya kibiashara, kuchochea ukuaji wa kiuchumi wa jiji la Arusha hadi taifa kwa ujumla na kuweka historia ya maendeleo tunayojivunia. Ujenzi wa barabara ya TACTIC kutoka stendi mpya kwenda mbauda mbauda. Mheshimiwa Spika, katika hoja hii Mheshimiwa Mrisho Gambo aliwasilisha hoja zinazohusiana na uboreshaji wa miundombinu ya barabara kutoka miundombinu ya barabara ya pamoja na mradi wa TACTIC. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge alishauri ofisi ya rais Tamisemi kupitia me, mradi wa TACTIC wakae pamoja na TANROADS ili kuhuisha rasilimali za ujenzi wa barabara kutoka stendi mpya kwenda Mbauda kwa kuwa sasa wote wametenga bajeti ya ujenzi huo, hivyo fedha zingine ziende kujenga miundombinu mingine ya barabara. Mheshimiwa Spika, ujenzi wa barabara kutoka stendi mpya kwenda Mbauda, ambayo barabara hiyo inaitwa Oljoro, ni mojawapo ya wa barabara zinazojengwa na mradi wa TACTIC package one, ambao kwa sasa barabara hiyo itajengwa kilomita 1.475 ili kuunganisha stendi mpya ya mabasi inayotarajiwa kujengwa pamoja na roundabout ya kwa, kwa, kwa Morombo. Makubaliano yaliyofanyika ni kuwa barabara hii ijengwe na mradi wa tactic kwa kufuata kiwango cha barabara kuu zinazosimamiwa na TANROADS, hivyo barabara hii imetengewa fedha katika mradi wa tactic pekee. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Waheshimiwa Wabunge, ufafanuzi wahoja, wa hoja alizokuwa amezitoa Mheshimiwa Gambo uh, umetolewa na Mheshimiwa Waziri. Lakini sasa kuna, kuna jambo moja hapa linatofautiana kitakwimu. Mheshimiwa Waziri na kusubiri ufike mahali ambapo unaweza kuketi ili usikilize anaenda tu kwenye kiti chako Mheshimiwa. <laughs> sie kwa umeacha pale makaratasi ambayo yanaweza yakasaidia. Asante sana, asante sana. Kwenye mchango wa mheshimiwa kwenye mchango wa mheshimiwa Gambo, Hansard inasomeka kwamba alisema kwenye ile bilioni 1.6 ya kubomoa kubomoa maduka ama stendi, anasema bi, uh, kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingiza mapato halmashauri shilingi milioni 800 kwa mwezi. Katika taarifa uliotusomea ukurasa wa 17, mheshimiwa wa waziri wa hii niliyo nayo, sio kama na wewe, ni ukurasa wa mia moja wa kumi na saba. Unasema ujenzi huu utaleta mapinduzi ya kiuchumi kwa kuongeza mapato kutoka wastani wa shilingi milioni 850 kwa mwaka hadi takriban shilingi bilioni 1.9 kwa mwaka. Hii milioni 850 ni kwa mwezi, ambayo itakuwa inashabihiana na ya mheshimiwa Gambo ya 800, au hii ya kwako ni kwa mwaka? lakini yeye alisema kwa mwezi. Nataka tu kujua hapo ni mia nane kwa mwezi au mia nane kwa mwaka? Mheshimiwa waziri. Mheshimiwa spika, e, kauli yangu ndio kauli halisi na e, kwa kuwa mheshimiwa mbunge yeye ameonyesha kwamba kuna milioni mia nane hamsini kwa mwezi, pengine anaweza kuwa na ushahidi kwa hili Sawa, mimi nataka, nataka tu hili eneo, ili taarifa zetu zikae sawasawa. Mheshimiwa Gambo ni milioni mia nane kwa mwaka, kwamba ulimi uliteleza ulivyosema kwa mwezi, au ni milioni mia nane kwa mwezi? Sikulitamka kwa mwezi. Ulitamka kwa mwezi, lakini sasa kwa taarifa aliyoitoa mheshimiwa waziri na wewe unakubali kwamba ni kwa mwaka au bado unasimamia ni kwa mwezi? Sio kwa mwaka. Sasa, Mheshimiwa Spika, pale kuna vibanda <coughs> zaidi ya 300 karibia 400 na kila kibanda kinalipa zaidi ya laki mbili kwa mwezi. Haya, hebu tufanye hiyo hesabu, jamani, tufanye faster. Vibanda vingapi Mheshimiwa Gambo vinavyokadiriwa kufikia? afanya mia... tu kadirio tutajua mpaka 400 Aya, ah, fanya mia tatu sitini mara laki mbili. Ni ngapi? vibanda mia nne ni milioni themanini. Mheshimiwa eh, wa, waomba taalamu wa hesabu. ah, nimeweka maximum yake amesema milioni mi... vibanda mia nne. Ukiweka eh, hey, kama... mia nne mara laki mbili ni milioni themanini. milioni themanini. Na sio milioni mia nane? ah, ifiki nafika milioni themanini. Inakuwa milioni themanini. E, ukiweka vibanda mia, mi mia tatu mwaka na sitini mara laki mbili ni milioni sabini na mbili. Aya, Mheshimiwa Gambo, maanake sasa ni kwa mwaka. Ukiangalia kwa makadirio ya laki mbili mpaka laki mbili na nusu, sawa. Kwa hivyo hu ulisema milioni mia nane kwa mwezi, sasa inaku, tunachukua taarifa ya Mheshimiwa Waziri kwamba ni kwa mwaka, ni sawa sawa. Naona umesimama. Mheshimiwa Spika kwa mwezi ni milioni 74 kwa mujibu wa taarifa ya eh, mapato ya Mkurugenzi wa Jiji la Arusha. Sawa, so, asante sana waheshimiwa wabunge e, nilikuwa hapa, Mheshimiwa Gambo alipata nafasi ya kuchangia kwenye makadirio ya mapato na matumizi ofisi ya Rais Tamisemi akatoa aka takwimu nyingi nyingi hapa. Sehemu ya hizo takwimu ndo hizi ambazo mheshimiwa waziri amezieleza hapa kwa kirefu, na pia jana nimeletewa Hansard wakati tuko kwenye kamati ya matumizi, yakatajwa hapo mabilioni tena. Sasa kwa taarifa hii ya mheshimiwa waziri ilivyoeleza, mtagundua kwa nini ilikuwa ni muhimu kutoa huu muda ili taarifa zetu rasmi za bunge zikae sawa sawa, kwa sababu zinapotolewa tuhuma nzito kama hizo lazima haziwezi eh, tu kwenda kama hivi, kama mbunge amesema tu. Hapana, lazima tutilie maanani kwa sababu ni fedha za wananchi. Sasa mheshimiwa mheshimiwa Gambo, kwenye ule mchango wako ulieleza mambo kwa machungu sana, lakini sasa hii ndo taarifa ya mheshimiwa waziri na picha ambayo inajengeka kwa aina ya, aina ya michango ikitolewa kwa sura hii ni kama vile mbunge anasema, lakini kuna watu mahali hawasikii hawasikilizi. Sasa hii kidogo inakuwa haileti picha nzuri, hasa ikiwa na wewe ni sehemu ya vikao. Na kuwa sehemu ya vikao ni swala moja, kushiriki ni swala la pili, la tatu ni jukumu lako kushiriki vikao Mheshimiwa Gambo. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu kwenye hii hansard niliyoisoma hapa kuna mahali Mheshimiwa Gambo unasema Mheshimiwa Spika, mimi nilikuwa na, siendi kwenye taarifa zote, maana na mimi nitakuwa narejea tena, nasoma tu hapa ili e, waheshimiwa wabunge wapate picha, lakini pia wananchi waelewe. Mheshimiwa Spika, wa mimi nilikuwa na ushauri kwamba mapato ambayo yanapatikana kwenye majiji yetu hasa haya makubwa, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam na Mwanza, hebu kaeni na watu wa halmashauri, wasipange budget ki traditionally, wapange budget kulingana na changamoto za watu. Leo kule kuna shida ya vivuko, leo kuna shida ya barabara, mnakwenda maanake hawa ni watu wengine mnakwenda kutenga fedha shilingi bilioni moja nukta sita, jiji la Arusha eti kwa ajili ya kwenda kubomoa eneo la stendi ndogo, eneo ambalo linaingizia mapato halmashauri shilingi milioni mia nane kwa mwezi. Leo mnakwenda kubomoa eti mjenge. Sasa haya maneno yanaashiria, yani, wewe uko pembeni, ni watu wengine ndio wanafanya hii kazi. Sasa Mheshimiwa Gambo, maneno kama haya ni dhahiri, mimi huwa na, huwa na, na napitia huko kwenye mitandao. Hata mimi yale maamuzi niliyoyatoa nimesoma huko, inaonekana kama kuna jambo hivi linafichwa fichwa linafanywa nini? Sasa tuhuma za namna hii hazipendezi, ikiwa zinaelekezwa mahali ambapo hakuna uthibitisho. Milioni mia nane zimetajwa kwa mwezi, kumbe ni kwa mwaka mabilioni haya yanayotajwa, kumbe taarifa zipo, ni mfumo wa nesti ulikosea vipimo, ukaweka vipimo sawa sawa. Kwa hiyo lazima tuliweke sawa, ili tusilete taharuki kwa wananchi, na ikiwa litakuwepo jambo lingine la ziada. Sasa maana jana ulizitaja hapa bilioni saba. Eh, kama hizo nazo bado unahoja nazo, mimi niko tayari kabisa, kwa sababu bunge hili haliwezi kuvumilia ubadhilifu mahali popote. Eh, na ndio maana nilitoa nafasi wewe ukamaliza mchango na pia nikatoa nafasi kwa mheshimiwa wa waziri. Lakini lakini wakati huo huo bunge hili haliwezi kuvumilia taarifa ambazo zinakuwa hazina ukweli. Kwa hivyo lazima kila jambo liwe linakaa sawa, kwa sababu hiki ni chombo cha wananchi na wananchi wanatutarajia sisi tufanye kazi kwa sura ambayo tunaleta tija, na ndio maana tunafanya yale maombi asubuhi. Kwa hiyo hata lile ulilokuwa umelisema jana, maana hukupata nafasi pa kulisemea kama hayo mabilioni kuna mahali unaona yamepotelea, pia naweza kukupa nafasi, lakini ni vyema ukakaa pale na mheshimiwa waziri, mwambie hapa napo nahisi zimepotea, hebu nipe taarifa. Atakupa taarifa na hakika utaridhika, kama ambavyo leo taarifa hii imekuja kwetu. Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, sasa taarifa zetu rasmi za bunge zinakaa sawasawa. Mwongoza spika, mheshimiwa Gambo. Nnmesimam no, no, Mheshimiwa Spika kwa namba ni mwongu, niombe mwongozo wako kwa sababu Mheshimiwa Waziri ametoa majibu na mimi nilitoa maelezo nikiomba uchunguzi ufanyike kutokana na tuhuma ambazo zilikuwepo. Sasa nilikuwa nadhani kuna mambo yamesemwa ambayo hayakusemwa sawa sawasawa. La kwanza kuhusiana na jengo la utawala, Mheshimiwa Spika, nilijenga hoja mbili. Sawa, sasa ili tuende sawasawa. Mheshimiwa Gambo Umese, umetumia neno hayakusemwa sawa sawasawa. Kwa hivyo ili tuende sawasawa sawa na kanuni zetu Ndi, katika hii taarifa aliyotoa Mheshimiwa Waziri, hicho unachotaka kunieleza sasa hivi ni kwamba Waziri amesema taarifa isiyo ya kweli Ndicho unachotaka kusema? Mheshimiwa Spika, kwa sababu amepewa nafasi ametoa taarifa na mimi ningepewa nafasi nikatoa utetezi wangu, kwa sababu hili jambo lina maslahi mapana kwa jiji hili. Hapana, keti. Keti Mheshimiwa Gamba. Ehe. Mheshimiwa Bunge, isije isije ikaonekana kwamba kuna upande mmoja umesikilizwa mwingine haujasikilizwa, hapana. Na ndio maana nilitoa upande wa serikali usikilizwe, kwa sababu wewe ulishasikilizwa na Hansard niko nayo hapa mbele kwa hivyo wewe ulisikilizwa na Bunge na wabunge wenzako. Sasa ilikuwa nafasi ya serikali kusikilizwa na Bunge na wabunge wenzako, ndicho kilichofanyika hapo, na sasa umesimama. Ndo maana nimekuuliza jambo moja, sio kwa nia ya kukusikiliza wewe tena, maana vinginevyo itabidi nimpe na waziri nafasi tena. Sasa katika zile taratibu zetu za kusikiliza, hili Bunge haliwezi kufanya hivyo, ndo maana tunafanya kazi kwenye kamati. Waziri alichokisema kwenye taarifa yake umetumia neno ambalo halisemi kama ni uongo ama si sahihi, lakini umeweka hapo, si sawasawa. Nimeuliza ili sasa nichukue hatua kikanuni. Taarifa aliyotoa mheshimiwa waziri, kuna mahali amelidanganya bunge, ili tuanzie hapo kwanza. Amesema hili jengo limeanza nikiwa mkuu wa mkoa, hapo amesema uongo, lilianza nikiwa mbunge. Kwa 2019 ulikuwa umeshaondoka ama hali kwanza elfu mbili na kumi na tisa. Lilianza elfu mbili na ishirini na moja. Sawa. Mheshimiwa, ehe, kuna nyingine au ni hiyo tu bwana anataka ni, ni, niende hapa, mnaniona nimeshika kanuni tayari. kuna lingine mheshimiwa Gambo? kwenye taarifa ya waziri nyingine, mheshimiwa Spika, ni msingi wa hoja yangu. hoja yangu ni ambao yeye amedanganya. msingi wa hoja yako ye kadanganya hajauelewa yani, huo msingi nadhani na, na kuna mahali inahitaji kufanya clarification ili nipate majibu vizuri zaidi. Sawa, waheshimiwa wabunge, kama itakupendeza mheshimiwa. Sawa, mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa spika, kwenye ungeniruhusu hata sekunde 30, kwa sababu ni kitu kidogo tu, mheshimiwa speaker. Keti mheshimiwa, kwa sababu nikikupa wewe nafasi lazima na yeye nimpe na bunge humu mm-hmm ndani ndio maana huwa tunafanya kazi kwa kamati, hatufanyi huu utaratibu wa back and forth. Kwa hiyo keti Mheshimiwa wabunge eh, jambo hili kwa sababu kama nilivyosema, Mheshimiwa mbunge alipata nafasi ya kusikilizwa mchango wake na alisikilizwa mpaka mwisho, nikatoa nafasi kwa serikali ili ilete taarifa bungeni. Imeleta taarifa serikali kupitia waziri na imesomwa hapa. Mheshimiwa Gambo inaonekana kwenye ile taarifa iliyosomwa na serikali, yeye anasema waziri amedanganya kwenye taarifa yake. Kwa hivyo jambo hili kwa sababu mimi sina, uwaki, sina uwezo sasa hapa wa kuanza kufuatilia kila mmoja nalipeleka kwenye kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya maadili, kule wataenda kusikilizwa sawa. So, kwa hivyo kamati yetu ya haki maadili na madaraka ya Bunge itaanza kazi mara moja na leo. Ngoja eh, niangalie vizuri leo ni tarehe ngapi jamani? leo tarehe ishirini na tatu. Kazi hii ifanyike wiki ijayo, watapewa nafasi ya kuleta hiyo taarifa hapa bungeni na mnazijua kanuni zetu vizuri, kwa sababu ndo tuko mwishoni sasa hivi. Kwa hiyo hamna mtu atakuwa hazijui hizi kanuni. Kwa hivyo kamati yetu itawasikiliza, alafu itakuja ituambie nani mwongo hapa ndani na kisha hatua zitachukuliwa baada ya hapo. Asante sana. Mwongozo, Mheshimiwa Spika. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Gambo, naona umesimama Ngozo. Hii itakuwa ni mara ya mwisho kusimama. Sawa. Mheshimiwa Spika, mi naona kama sijatendewa haki kwa sababu unalijua jina, si na... una hmm. jina la kamati ile ngoja ngoja. Unalijua jina la kamati nilikokutuma linaitwaje? Naijua Mheshimiwa Spika. Inaitwaje sibishani... ile kamati ya maadili sibishani na wewe Mheshimiwa Speaker. Maadili pekee inaitwaje ile kamati maadili haki sasa ukisema sija si kutendea haki kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? Mheshimiwa Gambo. Sawa mheshimiwa Speaker, nashukuru mheshimiwa Speaker. kule ninakokupeleka ni ili ukafanywe nini? si ili usikilizwe haya yote unayotaka nikusikilize mimi hapa ndani, tukiwa watu wote tunakusikiliza. Mm, bunge linafanya kazi kupitia mm, kamati, mm, na wewe umepelekwa kwenye kamati, mm, na hujapelekwa peke yako, umepelekwa wewe na uliyemtuhumu kwamba amesema uongo sasa hujatendewa haki na mimi ama hujatendewa haki na nani? Maana hamna hoja no. Sasa kipengele nje sema amesema uongo ni kwamba kusema mimi nilikuwepo wakati nikiwa mkuu wa mkoa, wakati nilikuwa ni mbunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya clarification, nilikuwa natoa tu clarification kwamba katika hicho kipengele cha kusema kwamba mimi nilifanya nikiwa mkuu wa mkoa, ndio nilikuwa nataka rekodi zikae sawa kwamba nilifanya, nilishiriki nikiwa Unahisi una kamati italeta taarifa gani hapa ndani mwana, anaona, umeshajua italeta taarifa fulani ambayo itasisitiza kwamba wewe ulikuwa mkuu wa mkoa wakati haukuwa mkuu wa mkoa? Hapana, sijasema italeta taarifa gani. Nasema mheshimiwa Spika, si kwa sababu unasema nimesema amesema uongo. Nasema kile, tena... <laughs> kile kipengele ambacho unataka tena, kile kipengele ambacho unasema amesema uongo. Mheshimiwa Gambo, sasa hapo tena unaleta tuhuma zinazonihusu mimi kwamba nimeingiza maneno mdomoni mwako. Maana mi nitaitisha hansard sasa hivi. Hapana mheshimiwa Spika, nasisitiza kwamba nilichokisema amna kusisitiza. Hebu keti chini, mheshimiwa Gambo, keti. Utaenda ukajieleze kule kwenye kamati, sawasawa sawa. E, maana sasa nisije kuwa nimetoa hapa maamuzi tena huyataki, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajibu huku kana kwamba kuna mahali unataka kufafanua. Ufafanuzi utatoa kwenye kamati, kamati italeta hapa ndani. Waheshimiwa wabunge, tumeelewana. Ndio utaratibu, bunge letu linafanya kazi kwenye kamati.